michango yote inapita kwenye kwanza, maandalizi ya kuomba michango inapita kwenye vikao vinavyotakiwa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 itapita kwa katibu wa Chama cha Mapinduzi wa ngazi husika kwa kupitia vikao husika vilivyokubaliana kwamba vitahitaji michango ili kufanikisha kufanikisha zoezi la uchaguzi kwenye hilo eneo. Tunachokizungumza hapa ni, ni aina ya fedha zinazotolewa kwa mtu mmoja mmoja